Unawezaje kuuza kwenye mitandao ya kijamii bila kuona kujis, kujisikia kama unawalazimisha watu kununua? <laughs> Hilo ni swali zuri, tuseme tu ukweli, hili ni swali zuri. Unawezaje kuuza kwenye mitandao ya kijamii bila kuhisi kama unawalazimisha watu? Watu wengi sana wanaogopa kuuziwa, hakuna mtu anayependa kuuziwa, lakini kila mtu anapenda kununua, kwa sababu ukinunua, unafeel uko unajisikia una, una vizuri kwamba nimenunua, unajisikia uko empowered lakini wafanyabiashara wengi hawajui jinsi ya kuwafanya watu wajihisi kama wananunua, wajihisi kama wana, wanapata nguvu ya kununua. Sasa definition ya kuuza sio kumlazimisha mtu kununua au kum, kumtrick mtu kununua au kumshawishi shawishi sana mtu aweze kununua hapana. Sasa hicho kitu hicho ni kitu ambacho wafanyabiashara wengi hawajui. Sasa biashara nzuri sana hazisumbuki na kulazimisha wateja wanunue kutoka kwao. Wa. Mimi sijawahi kukaa nikalazimisha watu wanunue huduma zangu. Sijawahi. Okay. Wao wanajua watapata nini wakifanya kazi na mimi. Kwa hiyo wao wenyewe wananitafuta. Kwa hiyo ina maana hapo nafanya nafanya muda wangu uwe na thamani kubwa sana, uwezo wangu wa kazi uwe mkubwa sana lakini pia thamani ya kile kitu ninachokitoa, thamani ya huduma yangu iwe kubwa sana hicho. Ndio kitu ambacho kinatofautisha mimi na wafanyabiashara wengine ambao wanafanya biashara tuseme ya namna hii, kwa sababu wale unakuta wanalazimisha wateja kununua, wanatumia tricks kumfanya mtu ude, uongo, uongo, kitu ambacho sio, sio sahihi kwa hiyo upaswa kufanya hivyo vitu kwenye biashara yako kama unataka kupata mauzo.